Uh, karibuni sana KingoFarm. Sasa Uh, kama una mpango wa kuwachanganyia kuku wako aina ya broiler, chakula na, naweza nikasema kitu kimoja, kabla hujawachanganyia hao kuku chakula ni muhimu sana kuitazama hii video mpaka mwisho, maana yake uh, kuna changamoto kubwa sana kuwachanganyia broiler chakula. Jamani, broiler sio sawa na totala au kuku wa kienyeji au kuku wa mayai. Broiler ni kuku ambao wanahitaji umakini wa hali ya juu sana, ndio maana uh, hata vyakula vyake ambavyo wanakula vinahitaji e, utulize sana akili ili uweze kuwatengenezea chakula ambacho wanaweza wakakitumia. Na kama unashindwa kabisa a, kutengeneza chakula, kama huna elimu kama ambayo nitakuelekeza kwenye hii video hapa, ni mara mia usiwachanganyie chakula broila, kwa sababu utawaharibu kuku wako na utakuja kujutia kwa nini uliwachanganyiaga chakula broila. Kwa hiyo muhimu sana, tazama hii video mpaka mwisho, utakuja kunishukuru. Ah, kitu cha kwanza kabisa ambacho ninakushauri mimi binafsi, angalia umri wa broila wako U hawa kwa mfano unawaona hapa, wana siku kumi na nane. Hapa walau kidogo unaweza ukawachanganyia chakula baada ya kupata hii elimu. Na jambo jingine ambalo ni muhimu sana ambalo pia wafugaji wengi huwa wanakosea kuwapa broila pumba tupu yani, siku moja tu ya kuwalisha yani mimi naanza nikasema hata mara moja tu ukiwalisha broila pumba tupu, lazima tu kuna madhara utayaona, lazima watapunguza uzito, lakini pia uh, utakuwa ni mwanzo wa hao broila kudumaa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia yani usije ukawapa pumba tupu broila. Broila nimewambia kabisa ni tofauti kabisa na chotara e, ni tofauti kabisa na kuku wa kienyeji, ni tofauti kabisa na kuku wa mayai. Hii michezo kwenye chotara kule unaweza ukacheza yani, kwenye chotara unaweza ukampa chotara hata pumba tupu e, siku nne labda umeishiwa chakula siku nne ukampa pumba tupu na ukamletea chakula kingine akaendelea pale pale ulipomkuta. Lakini broiler siku moja tu e, lazima kuna madhara utayapata ya kupungua uzito. Lakini pia, a, na kumfanya iwe rahisi kupata magonjwa kama vile magonjwa mafua kuvaa makoti na mengine mengi. Sasa, a, kitu ambacho ninakushauri kama ndio hii video una hamu ya kuchanganya chakula kwa ajili ya broiler kwenye mchanganyo wako. Kwanza kabisa, huu mchanganyo ambao unataka utengeneze, hakikisha pumba ambayo unaiweka iwe kwa kiwango kidogo sana. Yaani, uh, pumba ambayo unaiweka kwenye huu mchanganyo iwe kiwango kidogo. Mfano, unataka kutengeneza labda ndo, e, ndo kumi Hakikisha ndoo nne zinakuwa pumba, pumba ya mahindi. Tena iwe pumba ya mahindi, sio uh, pumba ya mpunga au pumba nyingine, iwe pumba ya mahindi ndoo nne. Hizi ndoo sita inatakiwa upate mchanganyo kutoka kwenye vitu vingine ambavyo ni vyanzo vya protini. Kwa mfano, uh, kuna hizi uh, pumba za, pumba za dagaa uh, uta, utaweka humo. Aa, lakini pia kuna soya japo soya ni, ni gharama sana lakini, ukitaka kupunguza, kwa mfano ndoo moja au tuseme ndoo mbili ya pumba ya dagaa, kama utatumia soya, soya na kiwango kikubwa zaidi cha protini. e, kama umetumia ndoo mbili zile ndogo, unaweza kutumia soya ndoo moja na nusu, ambayo pia inaweza kuwa ni gharama kubwa kuliko kutumia ndoo hizi mbili. Jamani, unapotengeneza chakula cha broiler Tunarudi pale pale, ni kwamba itakugharimu sana, utatumia gharama kubwa sana. Uh, ikiwezekana gharama ambayo unaitumia inaweza ikaendana kabisa na vyakula vya viwandani, kwa sababu hawa hawali pumba tupu na pumba yao haitakiwi e, izidi, yaani pumba inatakiwa iwe kwa kiwango kidogo, lakini pia usije ukasahau kuweka madini. Uh, sasa tunapokuja kwenye madini. Madini haya ni muhimu sana kwa sababu eh, yanaimarisha mifupa na vitu vingine kama hivyo hapo, lakini kuna madini ambayo yanatoa protini kwa kiwango kikubwa. Na kwa mfano kuna hii broiler eh, booster, kuna madini kama vile DCP, lakini kuna hichi kitu muhimu sana. Kuna hii kitu kinaitwa methionine na lysine. Ni muhimu sana unapochanganya eh, chakula kwa ajili ya broiler ni muhimu sana hivi vitu pia vikahusika vikawepo kwenye kile chakula. Uh, kwa hiyo yani unapotaka kutengeneza chakula kwa ajili ya broiler muundo wake ndio inatakiwa uwe kama hivyo ambavyo nimekuelimisha. Sijakutajia uh, kiwango kwamba uweke pumba kiasi gani, uweke soya kiasi gani, uweke methionine na lysine kiasi gani, kwa sababu nikikutajia hivyo nitakuwa tayari nimesha kutengenezea kanuni ya kutengeneza chakula kwa ajili ya broiler, lakini sisi KingoFarm tunayo tayari kabisa eh, kanuni ambayo pia tumejitahidi kuipunguza gharama e, tofauti na vile ambavyo wewe labda ungeenda kutengeneza, na hii kanuni inafanya kazi vizuri kabisa, lakini unawapa broila wako kwa zaidi ya siku ya ishirini. Tumetoa hayo maelekezo a, kwa wale ambao wanataka kutumia hii kanuni kwa ajili ya kuwafuga broila, ipo kwenye kitabu cha ufugaji bora wa broila. Kwa hiyo huwa inatokea muda mwingine kwamba una bajeti nzuri kabisa, pesa unayo, lakini vyakula madukani pia havipatikani. Kwa hiyo unajikuta mtu anakwenda kutengeneza shortcut ya kualisha kuku wake pumba tupo. Sasa hiyo inaweza ikawa na madhara. Kitabu cha e, ufugaji wa broiler hicho hapo, lakini pia tunavyo vitabu vingine. Vitabu vinauzwa shilingi elfu kumi na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Wasiliana na sisi ili kupata hivi vitabu eh, kwa hiyo ni muhimu ukawa na ujuzi au ukawa na hiki kitabu cha ufugaji wa broiler kwa sababu kitakusaidia pale ambapo unapata changamoto. Yaani, unakuta pesa unayo lakini unashindwa kuwapa chakula. Na muda mwingine yawezekana labda bajeti yako ilikuwa iishie siku ya ishirini na nane lakini ukakosa soko la kuwauza broiler, kwa hiyo wakaendelea kutumia gharama kubwa na unajua kabisa e, huwezi ukawauza zaidi ya ile gharama, unatengeneza hasara. Kwa hiyo mambo kama haya yanaweza yakapelekea pia ukaja kutengeneza e, chakula. Sasa ni muhimu ukawa na hicho kitabu au ukafata vizuri haya maelekezo ambayo mimi nimekupatia, ili kuweza kuwatengenezea hao kuku wako chakula. Umeona? lakini pia unalo grupu la WhatsApp ambalo tunaelekeza mbinu bora, namna bora ya eh, kuwafuga kuku hawa broiler na kuku wengine. Ukajiunga na kundi letu, ada yake shilingi elfu nane tu, hii ni kwa muda wa miezi miwili. Tutafute kwenye hiyo namba ili tuweze kukusaidia tu, unaona. Kwa mfano hawa kuku wapo na siku kumi 16 18 hivi, lakini ni, ni wakubwa wapo vizuri kabisa.